Serikali imetoa fursa kwa sekta binafsi kuwa ni watoa huduma za usafiri wa abiria baina ya miji mijini na vijijini amiji, ikiwa ni pamoja na daladala dollar zinazotoa huduma mijini, na nia ya serikali kuhakikisha kuwa huduma hizi zinaimarika kila wakati kupitia jukumu alilopewa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini yani LATRA sheria. Serikali itaendelea kuchukua hatua stahili dhidi ya watu wote wanaokiuka utaratibu au taratibu na kanuni za usafiri bila ya kujali nafasi zao. Aidha, katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria wakiwemo wanafunzi, na katika kuboresha usafiri wa wanafunzi mijini, serikali imeweka mipango na mikakati mbalimbali mbali, ikiwemo na ifuatayo. Ya kwanza kabisa, kuanzisha huduma za mabasi maalum yaendayo haraka kwa ajili ya wanafunzi hususan katika nyakati za asubuhi na jioni ili kuhakikisha wanafunzi wanafika shule na kurejea majumbani kwao salama kwa wakati na kwa wakati. Hiyo ya kwanza ya pili kutenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi kwenye treni ya mijini. Dar es Salaam tunayo matreni pale, nazo treni tumetenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia Treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi mia mbili kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Tumeelewana kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum ya shilingi mia mbili kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizowekwa. Kuna kanuni taratibu zilizowekwa na LATRA, ndio ninaopitia hapa si kutunga mimi. Mdhibiti ameweka hizo kanuni na taratibu na yuko hapa. Hatua hii inalenga kurahi, kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata huduma hizi kwa harama nafuu. Nne, kutekeleza sheria na kanuni za kudhibiti madereva na kusajili watoa huduma wa vyombo vya usafiri wa umma, mabasi na treni. Hatua zote hizi zinalenga kutekeleza malengo ya serikali ya kuboresha huduma za jamii hususan huduma za wanafunzi katika vyombo vya usafiri ili kuwawezesha kupata elimu katika mazingira rafiki na yenye staha.